Rais wa Venezuela Nicolas Maduro amesema kuwa hatua ya kutuma meli imeishutumu Marekani kwa kutuma meli kubwa zaidi ya kivita duniani kuelekea visiwa vya Karibiani ni sawa na kuandaa vita kamili dhidi ya taifa hilo. Hii ni TriGen Media. Kwa mujibu wa waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth, ni kwamba ameamuru meli hiyo ya kivita ya USS Gerald R. Ford yenye uwezo wa kubeba hadi ndege 90 kuondoka kutoka Mediterania, hii leo, siku ya Ijumaa ya Oktoba 25. Wanatengeneza vita vipya na vya milele, Maduro aliwaambia waandishi wa habari wa vyombo vya serikali waliahidi kwamba hawatawahi tena kujihusisha na vita, na sasa anaona wanaanzisha vita vipya. Marekani imekuwa ikiongeza uwepo wake wa majeshi huko Karibiani, ambapo imekuwa ikituma meli za kivita monawari na ndege za aina ya F35 katika kile inachosema ni kampeni ya kuwalenga wafanyabiashara wa dawa za kulevya. Msimamo wa Rais Maduro mara zote umekuwa ukikinzana na msimamo wa Marekani likiwemo suala la kukabiliana na dawa za kulevya. Hii ni TriGen Media.